Kuna mwanamke aliolewa na mwanaume ndani ya miezi saba tu, lakini baadaye akaja kutambua kwamba mwanaume aliyemwoa alikuwa ni shoga. Maamuzi yaliyochukua na imani, hata wewe yatakupa funzo kubwa sana katika maisha yako. Karibu sana, mi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Leo tufungue kurasa, nikupe mkasa huu wa maisha ambao, na imani, hata wewe utakupa funzo kubwa sana katika maisha yako, basi ili kila siku kuwa mtu wa kwanza kupata makala zetu, tafadhali ungana nami kila siku, tizama chini ya video hii, kuna sehemu imeandikwa subscribe, ibonyeze kisha bonyeza alama ya kengele. Basi bana, kuna mwanamke siku moja alfajiri na mapema aliamka nyumbani kwake, lakini alishika simu ya mme wake akakutana na ujumbe mfupi wa SMS umeandikwa kwamba beb, jana nilienjoy sana, nashukuru kwa ile sexy ya jana. Basi mwanamke alikuwa so very confused, akajilaumu sana, ni kwa nini ameshika simu ya mume wake, lakini kwa sababu anaipenda ndoa yake na kitu ambacho kilimuumiza sana, akashangaa mbona hili jina ni jina la kiume. Basi akaingiwa na mashaka makubwa sana na kuanza kujiuliza kwamba je, mume wangu, ina maana amefanya mapenzi na mwanaume mwenzake? Basi akawa na headache sana, ikabidi apige simu ili ajue kwamba yule mwanaume ni nani, lakini alipokuwa anazungumza tu akajua kwamba huyu mwanaume ni shoga. Basi mwanamke akalaani sana, na ikabidi afanye uchunguzi ili ajue kama ni kweli mume wake, mwanaume wake ni kweli alifanya mapenzi na mwanaume mwenzake, na inawezekana vipi mwanaume wake akawa ni shoga, kwa sababu anayefanya mapenzi na mwanaume ni shoga pia, na yule ambaye anafanywa mapenzi na mwanaume naye anafahamika kama ni shoga. Basi mwanamke akawa ana masikitiko makubwa sana, ndoa yake ni ya miezi saba tu na wamebahatika kupata mtoto mmoja, lakini mwanaume wake anajihusisha na matendo kama hayo. Mwanamke akaona ni kama mkosi umemwingia katika maisha yake. Kitu alichokifanya ikabidi amshirikishe rafiki yake wa kike kwamba amekuta nini katika simu ya mpenzi wake. Yule rafiki yake wa kike, ushauri aliyoutoa ni kwamba, nipe namba ya huyo mwanaume ambaye ametuma SMS kwa mume wako, tujaribu kumpeleleza ili tujue huyo mwanaume ni mpenzi wa mume wako kweli ama kitu gani ambacho kinaendelea? Basi wote walikuwa ni watu ambao wameshikwa na headache, yani kichwa kinawauma, tena kinawauma sana. Wanashindwa kuelewa nini ambacho kipo katikati ya hawa wawili. Basi ikabidi huyu rafiki wa mwanamke ajaribu kumtumia pesa yule mwanaume ili apate jina lake. Kweli akajaribu kutuma pesa, hatimaye akapata jina lake. Basi hapo ikawa ndio mwanzo wa kufanya upelelezi. Basi mwanamke huyo akampigia simu yule mwanaume ambaye alimtumia meseji mume wa rafiki yake. Ikabidi aanze kupigana stori kwamba, hei, mambo, jina lako ni hili, mimi naitwa Joyce, ni mwanadada kutokea katika kampuni ya usafirishaji wa wasafiri. Jamaa akawa anaendelea kumsikiliza, basi yule mwanamke ikabidi aanze kumsokota, kwanza amwambie siku mbili zimepita, kuna mwanaume alikuja kukata tiketi hapa alikuwa anahitaji safari kuelekea huko pwani, lakini hii safari ilikuwa ni safari ya watu wawili. Tumejaribu kumpigia siku ambayo alikuwa anakata ticket, mtandao ulikuwa unasumbua, kwa hiyo ticket hatukufanikiwa kukata. Kwa hiyo leo mtandao umetulia, mtandao upo sawa, tunahitaji tumkatie ticket, lakini tunampigia sim, simu simu yake haipatikani. Katika namba alizoziweka hapa, watu ambao watakuwa nao katika hiyo trip, wewe pia alikuweka kwa hiyo hii trip ilikuwa ni ya watu wawili kwenda huko pwani, kwa shughuli za kiutalii. Ina maana aliandika kwamba katika safari hiyo atasafiri yeye pamoja na wewe, na amebook hoteli ya kifahari ambayo wewe na yeye mtafikia, na mtakuwepo huko kwa siku mbili, katika chumba kimoja. Is it clear? Iko sawa hii? Yule jamaa akasema ya, iko sawa bila shaka, lakini alikuwa anahitaji kuni surprise miyaja inaambia chochote kile. Wakati huo tayari mke wa mtu anamsikia jamaa ambavyo anajieleza, na hapo ndipo ambapo wanajua kwamba mpenzi wake anajihusisha kimapenzi na mwanaume mwingine. Just imagine, umeolewa uko ndani ya ndoa kwa miezi saba, unakuja kufahamu kwamba mwanaume wako anajihusisha kimahusiano na mwanaume mwingine, yaani ni shoga. Basi wakati huo yule rafiki wa yule mwanamke ikabidi aendelee kumpeleleza akamwambia kwamba jamaa anahitaji kusafiri Jumapili na Jumamosi, na hizo siku zote ataspendi huko kwani, akiwa katika hoteli ya kifahari ambayo mtakuwa nyie wawili katika chumba kimoja, iko sawa? Hii jamaa akajibu yeye, iko sawa, bila shaka alihitaji kuni surprise, kwa hiyo si shangai, ila kama ni hivyo tu, we shughulikia usafiri, shughulikia kila kitu, alafu namba za hiyo hotel na ticket utanipa mimi ama utanitumia mimi tiketi, mimi ndamfikishia Zenzedei ambayo ameipanga tripu hiyo, iwepo tutasafiri kwa pamoja. Wakati huo, yule mwanamke akachoka, ikabidi sasa amuunganishe mke halisi wa yule jamaa kwamba azungumze naye. Baada ya mtego huo kukubali na wakajua kwamba huyu mwanaume ni kweli anatembea na mume wa mtu, basi yule mwanamke ikabidi aanze kuzungumza kwa uchungu sana kwamba inakuwaje, kwa nini unanivurugia ndoa? Mimi na familia yangu tunaishi vizuri, kwa nini unakuja kutembea na mme wangu? Ina maana wanawake wote hawa mjini haujawaona mpaka uje kunivurugia ndoa kwa mme wangu? Kwa nini unafanya hivyo? Jamaa kawa wanasema tu, kosa sio langu, la kosa la mme wako, mme wako ndo ametaka, wa mi nimempa. Kwa hiyo nini ambacho unadhani unaweza ukakifanya juu yangu? Mwanamke akiwa anazungumza huku anatoa machozi kwa uchungu sana, haelewi nini ambacho kimetokea haelewi jamii itamchukuliaje, haelewi familia itamchukuliaje. Inawezekana anaweza akafanya maamuzi magumu, inawezekana atachukua maamuzi magumu kwa hichi ambacho kimetokea. Amemchagua mwanaume ambaye atakuwa naye katika familia katika maisha yake yote, lakini baada ya muda anakuja kufahamu kwamba mwanaume aliolewa naye ni mwanaume shoga. Basi mwanamke akawa anahitaji kufanya maamuzi magumu, ikiwezekana kujiua, lakini rafiki aliyekuwa naye alikuwa ni rafiki mzuri, alijaribu kukaa naye chini akamshauri kwamba usifanye hivyo, akampeleka kwa, kwa mwanasaikolojia. Mwanasaikolojia akajaribu sana kumwelimisha na kumfanya angalau awe happy. Basi rafiki mwingine ambaye alimshauri kitu poa akamwambia, tafuta kitu ambacho kitakupa burudani. kama utapenda waini, kunywa sana waini. Kama unapenda games, cheza sana games. Kama unapenda filamu, ongeza juhudi ya kufuatilia filamu. alafu mwanaume wako asikupe headache, jitahidi sana kufanya hivyo, utakuwa sawa. Na huyu mwanamke akashauriwa kwamba usimfuate mume wako na kumuuliza kwamba mtu fulani yule wa kiume ni nani, kwa nini unajihusisha mahusiano na mwanaume mwenzako? Itakuwa ni mbaya sana, inawezekana atakudhuru, kwa sababu huyo pia anahitaji mwana saikolojia na daktari pia, ambaye atamsaidia kuweza kumfanya akae sawa. Basi mwanamke akavumilia sana, kwa sababu alikuwa na kazi, alikuwa anajiweza, alikuwa na uwezo wa kuweza kumsaidia mtoto wake, ikambidi aachane na mume wake, aangalie maisha yake na mtoto wake. Basi ndoa ikavurugika baada ya mwanamke kufanya maamuzi magumu sana na kumwambia jamaa yake kwamba mimi na wewe sihitaji sasa hivi tuendelee katika mahusiano kwa sababu una mahusiano, na mahusiano na mwanaume mwingine na SMS ya ushahidi hii hapa. Basi wakaachana na kila mtu akaendelea na maisha yake na maisha yakakomea kwa namna kama hiyo na maisha yao yakavurugikia hapo na familia ikavurugika haukuwepo mwendelezo wa mahusiano kati yao hawa wawili niambie kama ni wewe ingekukuta tukio kama hili ungeekspiriensi kitu kama hichi ungechukua uamuzi gani mi naitwa Jimmy Godfrey. hii inaitwa Bongo Star Media nashukuru kwa muda wako kila siku kutufuatilia hapa hapa Bongo Star Media niambie hapo chini kama una mkasa wa maisha nitakupigia tutazungumza utanielekeza mkasa wako upoje mimi pia nitauwakilisha kwa wana Bongo Star Media nakupenda sana hii ni Bongo Star Media.